Jamani, mimi na metoka zangu safari hey. Uh, naelekea kwenye arobaini ya, ya mtoto wa Doris. Naenda mwenyewe kama mnavyoniona, sijamwakilisha mtu yoyote, nimejiwakilisha mimi mwenyewe. <laughs> Kwa hiyo nimetoka zangu safari, nikajua moja kwa moja tawahi asubuhi saa kumi na mbili, lakini nikachelewa, mambo ya familia na nini. Kwa hiyo naenda sasa hivi, na hapa naenda na kibakuli cha kwamba nikifika pale ataweka chochote kitu tafinya, na mimi najiwakilisha mwenye Joti TV, najiwakilisha mi kama mimi, sitaki kubeba lawama kwamba nimewakilisha watu A -a. Ili sasa siku utakapoonana na Doris ukaiona sura yake, jiandae kwa mapambano. Kwa wale ambao tayari ushatoa huzuru, sawa, ila kawa ujatoa huzuru ni bora umuwai ule bwa ule bibie na uwai ule mdomo, kwa sababu bibie mshono kushaka, sawa uzazi. Ndio naingia sasa, naingia mtaa mshono kiwa sawa wa uzazi akaanza kazi simtakutana kazini, sura yako taweka wapi? Joti TV pipo wa Joti TV, mi ndo naingia umtaa sasa. Maana huyu bibi ana jambo dogo, lakini nimemwambia sishuki mpaka ibakuli mama yangu. Kuna kelele, ndo naingia ki najiwakilisha mimi. Sikia, angalia, anasha kioo nassha kioo Sikia. Shughuli fanya nini? Ana dogo udada. Yaani 40 tu. Sijui ikifika 90 itakuwaaje. Eh, nimekuja kwa ajili ya kuondoa lawama ajira, kuondoa lawama na mumewe yupo, mumewe na mumewe yupo. Kwa hiyo ni jambo, sio dogo. Kwa hiyo ndiyo, yupo hivi kweli. Loja kweli, umeshindwa kufika zito eh? Mamdogo unamwita shangazi, mamdogo kweli, Samia Zoo. Eh? Epi eh? Mle yani hata mlewa na unasema mlewa ni mtoto ni wako, kwako, ila umekimbia, hutaki ushahidi, kwa sababu huku simume yupo eh? Eh, eh, eh. Yani mlewa ukifika, tunatolewa masikio.